Kwa hiyo hatupaswi kujipongeza sana kwamba sisi tumefaulu kuingia kwenye programu ya Pamoja. Mmekuja kwa sababu maeneo mnayosimamia yanaongoza kwa ukatili na yameongoza kwa umaskini. Tunakwenda kufanya utekelezaji kuweza kuondokana na hizo changamoto. Itakuwa ni ajabu tunafanya utekelezaji wa programu hii, tunafika mwisho, tunapima matokeo inaonekana ni afadhali ambaye hata kupata program amefanya utekelezaji mzuri, na survey zinapofanyika na, na tafiti zinapofanyika, unakuta mwenzetu ambaye hakuwa na program amefanya vizuri zaidi kuliko we ambao ulikuwa na program. Tunapaswa kwa kweli kwenda kwenye utekelezaji kwa spidi kadiri inavyowezekana. Kwa hiyo kutakuwa na mpango kazi, ni lazima tuuzingatie mpango kazi, yale masuala ya ku kwenda kwenda tu, kama unajifanya umejitoa, ufahamu ufahamu mpango kazi. Tafadhali tutazingatia kufata mpango kazi, na tutakuwa na vipindi vya kutoa taarifa. Haya masuala ya kutafutana kwa simu kila wakati, tuko nyuma yako, tunakutafuta kwa simu, kwa kweli tutaomba iweze suala hilo lipungue. Kwa hiyo tunahitaji muweze kuwa na teamwork kwenye ngazi za halmashauri. Tunahitaji mwonyeshe leadership zenu kwenye kutekeleza mradi huu. Mradi huu tuliupata tu kwa sababu ya initiative za viongozi wetu katika kuhakikisha kwamba wanasukuma gurudumu la maendeleo na kuwasaidia wanawake kuhakikisha kwamba wanaondokana na umasikini na mambo kama hayo, kupitia kwa Mheshimiwa Rais wa sasa ndio tulipata green light ya kuwa na mradi huo. Kwa hiyo tukifanya utekelezaji mzuri, tutakuwa tunaonyesha kwamba kila ambacho Mheshimiwa Rais alikionyesha kwenye majukwaa yake na vikao vyake kwamba tuwe supported kwa mkopo nafuu, tutakuwa tumemheshimisha. Timu iliyoko hapa imechaguliwa kwa ajili ya kusimamia na kutekeleza mradi tulionao, na sisi tuliyoko humu ndani tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba jamii tunaenda kuisimamia inaondokana na ukatili, lakini vile vile kuinua uchumi wa wanawake na wananchi kwa ujumla. Nina imani wengi mlioko hapa ni maafisa maendeleo ya jamii pamoja na ustawi wa jamii ambao taifa limewapa hili jukumu kubwa la kusimamia huu mradi. Huu mradi tumepewa kutoka Benki ya Dunia, lakini ni fedha zetu sisi wenyewe. Kwa hiyo nina imani baada haya ya mafunzo mtatoka hapa mmeiva na mtakuwa na ari na moyo thabiti wa utekelezaji mradi wetu katika mikoa yetu kumi na katika halmashauri ya arobaini. Tunaomba sana tukafanye kazi kwa kushirikiana na kwa uadilifu. Lakini kwenye hii program kutakuwepo na masuala ya uanzishwaji wa vituo vile vya kulelea watoto wadogo mchana, tukashirikiane na jamii jamii yenyewe wakaainishe mahitaji yao, tusije tukatengeneza e, sisi wenyewe ambao ndio waratibu tukashum kwamba ndio mahitaji ya wanajamii. Kwa hiyo tukashirikishe sana jamii kwa ajili ya ownership, kwa ajili ya sustainability, kwa sababu leo mdau yupo ametuwezesha hiki, lakini kesho mdau hatakuwepo na vile vituo vitakuwa ni endelevu. Kwa hiyo tuone namna gani kila halmashauri kila mkoa wanahakisha kwamba jamii husika inakuwa involved from the beginning ya mradi.